Nam nite Madema au Dkt Maganga. Ndugu zangu, leo nahitaji nikupe faida nzuri kabisa ziliyoko katika hii mbegu ya mti unaitwa mkola. Hizi ni mbegu za mkola, na mbegu hizi nahitaji nikufundishe kwa wewe mtafutaji, kwa wewe mfanyabiashara unaangaika kutafuta dawa ya mvuto wa biashara, lakini ukipata mvuto wa biashara biashara zako zimekuwa za kuharibika, watu wanakuharibia, wanakuvurugia mvuto wako Mambo yako hayaendelei, ukienda kuomba kazi unakuwa ni mtu wa kunyimwa kazi, haupati kazi na hata kama ukipata kazi haudumu tena na kazi. Leo nahitaji nikufundishe namna gani ya kuweza kuitumia hii mbegu, kwa sababu nimepata comment eh, nifundishe au nielekeze namna ya kuweza kuifanya hii hii, ili uwe na nguvu na kweli mtu akaone mafanikio. Leo nenda kukufundisha unachoitakiwa: ukipata hii mbegu unaitoboa katikati, ukishaitoboa katikati hii mbegu unachukua dawa inaitwa makusanya, unachukua na gome la nkaka. Kuona pale ulipotoboa, unaichukua ile dawa unaiweka mule, unachukua na nta unaziba ile dawa, inakuwa ndani ya hii mbegu. Hii mbegu itakupa faida ya mvuto wa kukubalika kazini, kuwa na mwonekano mzuri, kukupa mvuto kwenye biashara yako na wateja kuto kukatika. Lakini pia kwa mtu yoyote aliyekuwa na tabia ya kukuharibia maisha yako Umekuwa ni mtu wa kurogwa na kurudishwa nyuma, ukiwa nayo hii, hakuna mtu tena kuweza kukurudisha nyuma. Atakaye jaribu kufanya jambo lolote lile baya kwako, amekwenda kujimaliza yeye mwenyewe. Mabaya yote anakwenda kumrudia yeye mwenyewe. Hata akikutumia uchawi wa aina gani, hauwezi kufika uchawi kwako, bali utakwenda kumrudia yeye mwenyewe. Akikusudia tu kukuharibia mambo yako, anakwenda kuharibikiwa yeye mwenyewe. Hii ni mbegu ya mti unaitwa Mkola. Mkola ni mti mkubwa Ukizunguka asilimia tisini na tisa ya waganga eh, ukienda kwao lazima ukute mti wa mkola na hizi mbegu lazima uzikute, lakini pia hii mti wa mkola unatumika na watemi na machifu kwa niaba ya kufanyia maombi na chochote unachokwenda kukiomba kupitia kwenye huu mti, chochote unachokwenda kukiomba unakwenda kufanikiwa. Walikuwa wanaombea mvua hapo, wakiomba mazao hapo, chochote walichokuwa nakiomba kinapatikana, na ndio maana tumerihisishwa na sisi tunarihisisha. Elimu hii nimeileta kwenu, ili iweze kukusaidia usizalau. Fanya hii dawa, inakwenda kubadilisha maisha yako.